Mwanasiasa mashuhuri kinara wa upinzani na aliyewahi kuwa Waziri Mkuu wa Kenya, Raila Amolo Odinga mwenye umri wa miaka 80 amefariki dunia leo Jumatano, Oktoba 15, 2025 Odinga maarufu Baba ameripotiwa kufariki akiwa anapatiwa matibabu hospitalini huko Kerala nchini India baada ya kupata shambulio la moyo, vyanzo mbalimbali vimeripoti. Kwa mujibu wa tovuti ya Nation ya Kenya, Rais William Ruto na familia ya Odinga wamethibitisha taarifa hiyo. Odinga alipatwa na mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi katika hospitali hiyo ambako amekuwa akipatiwa matibabu kwa siku zote alipokuwa huko. Taarifa zaidi zinasema alipelekwa nchini India Oktoba tatu, mwaka huu kwa ajili ya uangalizi zaidi wa afya yake. Kaka yake mkubwa na Seneta wa Siaya, Oburu Oginga, ambaye Odinga, ambaye ndiye msemaji wa familia amesema. Odinga amekuwa akisafiri kila mara kwa uchunguzi kufuatia upasuaji wake wa kichwa alioufanya Juni elfu mbili na kumi, ili kupunguza shinikizo lililokuwa limeongezeka nje ya ubongo wake. Historia yake Odinga. Odinga alizaliwa Januari 7, 1945 huko Maseno, wilaya ya Kisumu. Anatoka katika familia mashuhuri ya kisiasa. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya 1960 hadi 1966, na alikuwa kiongozi muhimu katika harakati za uhuru. Odinga alisoma katika nchi za Afrika Mashariki kabla ya kwenda Ulaya kwa masomo ya juu. Alipata digrii ya uhandisi mitambo na uhandisi wa umeme kutoka Technical University of Magdeburg, zamani ilikuwa Ujerumani Mashariki mnamo mwaka 1970. Baada ya kurejea Kenya, alianza kazi katika chuo kikuu cha Nairobi na baadaye katika shirika la viwango la Kenya, Kenya Bureau of Standards KBS, ambapo alihudumu kama naibu mkurugenzi. Siasa, alijiunga na siasa mwishoni mwa miaka 1980 na mwanzoni mwa miaka 1990, akawa mmoja wa viongozi walioshinikiza kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Kenya. Kwa sababu ya misimamo yake ya kisiasa hasa wakati wa utawala wa Rais Daniel Moi alifungwa mara kadhaa bila ya kesi akitumia jumla miaka tisa gerezani hadi umauti unamkuta. Odinga amewahi kuwa mbunge ambapo mara ya kwanza alichaguliwa kuwa mbunge wa Langata mwaka 1992 aliwahi kuwa waziri wa nishati mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili na mbili chini ya rais Moi, waziri wa barabara, ujenzi na makazi elfu mbili na tatu hadi elfu mbili na tano chini ya rais Mwai Kibaki. Pia amewahi kuwa waziri mkuu kuanzia mwaka elfu mbili na nane hadi mwaka elfu mbili kumi na tatu. Hii ilikuwa nafasi aliyoshikilia katika serikali ya umoja wa kitaifa baada ya ghasia zilizofuatia uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba katika kiti cha urais, Odinga amegombea urais wa Kenya mara tano bila kufanikiwa kushinda kiti hicho. Miongoni mwa matukio katika historia yake ni lile la handshake mwafaka. Tukio muhimu katika historia yake ya hivi karibuni ni mwafaka na Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2018, ambapo ulimaliza mzozo mkubwa wa kisiasa na kuleta utulivu. Anatajwa sana kama baba au kiongozi wa upinzani nchini Kenya, akisimamia chama cha Orange Democratic Movement ODM na vyama vingine vya mrengo wa upinzani. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya na za Afrika. Odinga pia aliwahi kugombea nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika mwaka huu, ambapo hakufanikiwa kuipata.